Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inatarajiwa kukamilisha shughuli ya kuwaidhinisha wagombea wa nafasi za uwakilishi katika maeneo mbalimbali mbali nchini ili kushiriki kwenye uchaguzi mdogo ambao utafanyika Novemba 27 mwaka huu. Kufikia jana Jumatano, Oktoba 8, baadhi walioidhinishwa na tume ya IBC kuwania ubunge katika eneo la Magarini, kaunti ya Kilifi, ni Stanley Karisa Kenga wa chama cha DCP, Samuel Kombe Nzai wa chama cha Waipa, Furaha Ngumba Ochengo wa DNA, Hamadi Karisa Chadi wa Roots, Emmanuel Kitsao Kalama wa TWAP na John Sulubumasha wa Kenya Social Congress. Wengine ni Seth Panyako ambaye anawania wadhifa wa bunge eneo bunge la Malava na Boyd Were wa chama cha ODM. Ajenda yangu kuu ya wananchi wa Magarini ni kutekeleza kikamilifu ubunge. Kazi ya ubunge ni kuwakilisha wananchi kikamilifu, kushughulika na sheria, aidha kutunga ama kurekebisha sheria kwa manufaa ya watu wa Magarini, hasa kuwainua masilahi yao ya kiuchumi na pia kusimamia shughuli za serikali eneo hili, kuhakikisha serikali inawatumikia wana magarini ipasavyo. Kuna maswala mengi ambayo tumeweza kuyaangazia, maswala ya kimaendeleo ambayo yanagusa kila sekta ambayo inamuhusu mwananchi na ambayo ni majukumu ya kiongozi anayechaguliwa kama mbunge katika uwakilishi. Kwa hivyo matarajio ni kwamba yale yote ambayo ni majukumu ya mbunge tutaweza kuyazingatia na kuyatekeleza kwa uaminifu, kwamba jamii inapata manufaa na maendeleo haya yanajiri. Ukunyufa zikizidi kujitokeza katika mrengo upinzani, baada ya chama cha DAPK kutishia kujiondoa kwenye muungano upinzani ikiwa wenzao wa chama cha DCP hawatamwondoa mgombea wao wa na nafasi ya ubunge huko Malava Edgar Bosiega. Mwenyekiti wa chama cha DAPK kaunti ya Kakamega, Patrick Butichi, amekishinikiza chama cha DCP ambacho ni cha Rigathi Gachagua kumwondoa Bosiega ili uchaguzi huo wa Malava usalia na Seth Panyako kama mwaniaji pekee wa mrengo upinzani. Panyako pia anaibua madai kuwa serikali inanunua vitambulisho kutoka kwa wananchi, kauli ambayo imeungwa mkono na Boni Khalwale na viongozi wengine wa DAP Kenya. wananunua vitambulisho na shilingi elfu mbili. Mkipata wananunua vitambulisho na shilingi elfu mbili. Mheshimiwa Rais, wacha kutusukuma wacha kutulazimisha sana. Kura yako sio ya MP, kura yako ni ya president. Wachana na maneno ya MP, maneno ya MP ni yetu sisi. Kama unataka kura ya president 2027, itakuja. Kuna wale walikuwa wamepanga njama kumzuia Seth Panyako asikuwe cleared siku ya leo. Nataka ni washukuru watu wa Malava kwa kujitokeza kwa wingi, wingi wenu ndio umefanya waogope kuaamakofi kwenu jamani. Madai sawiana hayo yameibuliwa na mwaniaji wa wadhifa wa ubunge eneo la Mbere Kaskazini, kaunti ya Embu, wa chama cha DP, Newton Karioki maarufu kama Karish, huku kiongozi wa chama hicho Justin Muturi akisema wako tayari kwa uchaguzi huo. Amejaribu kuweka mingi mingi mingi lakini Mungu amekataa. Kwa hivyo leo tuko na certificate stand here. Kwa hivyo mimi ningetaka kuambia our followers wawe tayari sasa. Tunachukua hii kiti kabisa kabisa, na kila mara tunasema ni one time, so we are happy and we, we have, we really hit the road running and we call upon all our supporters, yeah, to maintain peace during this, uh, period of the campaign. Wawaniaji wengine wameitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuanda uchaguzi huo kwa mujibu wa sheria na pia kuitaka serikali kutoingilia shughuli hiyo. Let the people decide. Let the people elect their leader. Give them that chance because they are the consumers of devolved services. Joto la kisiasa likiendelea kuzidi kupanda, taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu jao wa mwaka 2027 wiki jana, aliyekuwa jaji mkuu nchini David Kenani Maraga na waziri wa zamani Fred Matiang'i, ambao watawania urais mwaka 2027, wakizungumza wakiwa kwenye hafla tofauti walisema watashirikiana na wenzao wa upinzani ikiwa wana malengo sawa na yao kama ya kukabiliana na visa vya ufisadi nchini. Mimi ni Janet Mumbi na hii ni Coco FM. Coco FM, ladha ya Pwani.